Haleluya, tunaendelea na ujumbe wa kurudi kwa Yesu Kristo na tuko sehemu ya kumi na tatu ya inayohusu kipengele cha ufufuo wa pili, ehe, kwa ajili ya hukumu. Kitabu cha ufunuo wa Yohana sura ya ishirini, ufunuo wa Yohana sura ya ishirini mstari wa kumi na moja Mstari wa kumi na moja hadi wa kumi na tano, Biblia inasema: kisha nikaona kiti cha enzi kikubwa cheupe na yeye aketie juu yake, ambaye nchi na mbingu zikakimbia uso wake na mahali pao hapakuonekana. Nikawaona wafu wakubwa kwa wadogo, wamesimama mbele ya hicho kiti cha enzi, na vitabu vikafunguliwa, na kitabu kingine kikafunguliwa, ambacho ni cha uzima na hao wafu wakahukumiwa katika mambo hayo yaliyoandikwa katika vile vitabu sawa sawa na matendo yao. Bahari ikawatoa wafu waliokuwamo ndani yake, na mauti na kuzimu zikawatoa wafu waliokuwamo ndani yake; wakahukumiwa kila mtu kwa kadri ya matendo yake. Mauti na kuzimu zikatupwa katika lile ziwa la moto. Hii ndiyo mauti ya pili, yaani hilo ziwa la moto na iwapo mtu yeyote ya ya kuonekana ameandikwa katika kitabu cha uzima alitupwa katika lile ziwa la moto. Kasome pia kitabu cha Isaya sura ya 26 mstari wa 19 hadi 21, inazungumza mambo kama hayo. Kwa hiyo wasio, wasio haki tangu Adamu watafufuliwa na kusimama mbele ya kiti cha Kristo kuhukumiwa kwa kutokumwamini Yesu tangu mwanzo na tangu mwanzo kwa nini kwa sababu tangu mwanzo uh, Mungu amekuwa na mifano kadhaa akizungumza kuhusu Yesu Kristo labda katika masomo mengine tutajifunza Yesu alionekanaje kuanzia agano la kale lakini tangu mwanzo kulikuwa kuna vivuli vinavyoonyesha kuamini katika Yesu Kristo namba moja, ufufuo wa pili uh, unatajwa kama ufufuo wa pili kwenye kitabu cha Ufunuo sura ya ishirini mstari wa sita hadi wa kumi na tano lakini ufufuo huu unaitwa pia ufufuo wa wasio haki. Ufufuo wa wasio haki katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya ishirini na nne mstari wa kumi na tano unatajwa kama ufufuo wa wasio haki, katika mstari wa kumi na tano yako majina kadha wa kadha. Biblia inasema kwenye matendo ya mitume 24:15 4 ninatumaini kwa Mungu ambalo hata hao nao wanalitazamia ya kwamba kutakuwa na ufufuo wa wafu wenye haki na wasio haki pia. Kumbuka, ufufuo wa kwanza ni wale wenye haki ambao washafufuliwa wakaenda mbinguni, wakaja akatawala miaka elfu moja na kuondoka tena yeah na namba tatu unaitwa ufufuo wa hukumu. Ufufuo wa hukumu, Yesu anazungumza wazi kabisa katika kitabu cha injili ya Yohana sura ya tano mstari wa 28 na 29, na na na akisema msistajabie maneno hayo, kwa maana saa yaja ambayo watu wote waliomo waliomo kaburini wataisikia sauti yake, nao watatoka waliofanya mema kwa ufufuu wa uzima na wale waliotenda mabaya kwa ufufu wa hukumu. Yesu alizungumza wazi juu ya hili, lakini namba nne, uh, uh, ufufuu wa pili unaitwa kuamshwa kuelekea kwenye aibu na kudharauliwa milele. Daniel analisema hili wazi kwenye Daniel sura ya 12 mstari wa pili. Mauti na kuzimu zitatupwa katika ziwa la moto kama tulivyoona kwenye kitabu cha Ufunuo sura ya ishirini mstari wa 13 hadi 15, ulimwengu utakunjwa kama karatasi na kutupwa katika ziwa la moto, kisha kuumbwa mbingu mpya na nchi mpya. Baadaye tutaizungumzia hiyo, lakini ukisoma kitabu cha Petro wa pili, Petro wa pili sura ya tatu, Petro wa pili sura ya tatu mstari wa saba, Biblia inasema lakini mbingu za sasa na nchi zimewekwa akiba kwa moto, kwa neno hilo hilo, zikilindwa hata siku ya hukumu na ya kuangamia kwa wanadamu usio mcha Mungu. Lakini Petro hiyo hiyo ya pili, mstari sura ya tatu mstari wa kumi hadi wa kumi na tatu inasema, lakini siku ya Bwana itakuja kama mwivi. Katika siku hiyo mbingu zitatoweka kwa mshindo mkuu na viumbe vya asili vitaunguzwa na kufumuliwa, na nchi na kazi zilizomo ndani yake zitateketea. Basi kwa kuwa vitu vyote hivi vyote vitafumuliwa, hivyo imewapasa ninyi kuwa watu wa tabia gani? Katika mwenendo mtakatifu na utauwa, mkitazamia hata ije, mkitazamia hata ije siku ile ya Mungu na kuhimiza, ambayo katika hiyo mbingu zitafumuliwa zikiungua, na viumbe vya asili vitateketea na kuyeyuka. Ukisoma hmm, mpaka mstari wa kumi na tatu lakini kama ilivyo ahadi yake, mnatazamia mbingu mpya na nchi mpya ambayo haki yakaa ndani yake. Tazame kidogo kuhusu kuzimu au Jehanamu, ambayo inazungumzwa sana na watu wengi wengi maeneo tofauti tofauti neno kuzimu linatokana na neno la Kigiriki linaloitwa Tartarus au Hades au Shabeoth Shabeoth, mahali walipotunzwa roho zilizomwasi Mungu kwa ajili ya hukumu ya milele kitabu cha Petro wa pili, Petro wa pili uh, sura ya pili mstari wa nne Biblia inasema kwa maana ikiwa Mungu hakuwaachilia malaika waliokosa bali kwa maana ikiwa Mungu hakuwaachilia malaika waliokosa bali, aliwatupa Shimoni akawatia katika vifungo vya giza, walindwe hata ije hukumu. So wamefungwa kuzimu pale, na unaona katika Agano la Kale kulikuwa kuna tofauti kidogo upande kuwa kuna upande wa watakatifu na upande wa waovu ambazo zilikuwa ni kama majengo mawili tofauti. Ukisoma kitabu cha Luka sura ya kumi na sita mstari wa 22 hadi 31, Yesu anazungumza juu ya mfano wa Lazaro maskini na tajiri ambao mmoja alienda kuzimu, mwingine akawa mahali ambapo ni paradiso, lakini walikuwa na uwezo wa kuzungumza na kuonana. He, kwa hiyo yalikuwa ni majengo ambayo ni mawili yako sehemu moja. Baada ya kifo cha Yesu Kristo, ukawa kuna utengano wa paradiso kuwa peke yake, lakini na na kuzimu kuwa peke yake yeah. Utasoma baadhi ya maandiko ambayo yatakusaidia kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 27 mstari wa hamsini hadi hamsini na tatu lakini Petro wa kwanza sura ya tatu mstari wa 18 hadi mstari wa 19. So kuzimu panafananishwa na mahabusu, kabla mtu ajahukumiwa. Ni eneo la mangojeo kwa ajili ya hukumu ya milele. So kunazo sifa baadhi nyingi sana kuhusu kuzimu, tutakutajia baadhi ya maandiko na unaweza ukayapitia kwa wakati wako, roho Mungu wakusaidia kuweza kuelewa sifa za kuzimu. Namba moja ni sehemu halisi au mahali iliyopo kabisa. Yesu anathibitisha kupitia maandiko kwamba kuzimu ipo, sio hadithi, kupitia kitabu cha Matayo sura ya tano mstari wa 22, lakini mstari wa 29 hadi 30, lakini pia Matayo sura ya 19 mstari wa 38, lakini pia Matayo sura ya 18 mstari wa 9. Jambo la pili, kuzimu ni, ma, ni, ma, ni kwa ajili ya ibilisi na malaika zake. Hayo ni maneno ambayo Yesu alizungumza kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 25 mstari wa 41, kwamba ni mahali pa ibilisi na malaika zake. Lakini namba tatu, kuzimu ni eneo la mangojeo kwa wasioamini utasoma Mathayo njili ya Mathayo sura 11 mstari wa 20 hadi 23. ni eneo la mangojeo kwa wasioamini wanangojea hukumu Soma maandiko hayo, yataonyesha kwa hawa kuwa hawakuamini ndio maana wamegoneka kwenye mangojeo. Injili ya Luka sura ya kumi mstari wa 15 inazungumza jambo hilohilo hilo. Injili ya Luka sura ya 16 mstari wa 23 itakufafanulia pia kuhusu eneo la mangojeo kwa usioamini. Lakini namba 4, kuzimu ni shimo lisilo na mwisho. Uh, kile kitabu cha Zaburi sura ya 63 mstari wa 9 lakini Zaburi sura Zaburi sura ya 139 mstari wa nane na Waefeso sura ya nne mstari wa tisa zote zinazungumza. Lakini pia namba tano, wakaaji huko ni Shetani, mpinga Kristo, nabi wa uongo, mapepo na wote waliomkataa Yesu Kristo. Utaenda kupitia maandiko kama Petro wa pili sura ya pili mstari wa nne na ufunuo wa Yohana sura ya ishirini mstari wa kwanza hadi mstari wa kumi na tano. So maandiko kama haya yatakusaidia, lakini uh, Yesu alipahubiri kwamba sio mahali pazuri, ni mahali pabaya sana, lakini nataka tutazame kidogo sifa au jinsi kulivyo, jinsi kulivyo mm-hmm. Namba moja se, panaitwa sehemu ya uharibifu katika kitabu cha Mathayo sura ya saba mstari wa kumi na tatu Mathayo sura ya saba mstari wa kumi na tatu panaitwa sehemu ya uharibifu, lakini panaitwa. Namba mbili, panaitwa sehemu ya maangamizo kupitia kitabu cha Waebrania sura ya kumi mstari wa thelathini na tisa panaitwa mahali pa sehemu ya maangamizo. Namba tatu ni mahali pa kupotea Injili ya Yohana sura ya kumi na saba mstari wa kumi na mbili hadi uh, Yohana pia sura ya tatu mstari wa kumi na sita panaitwa mahali pa kupotea. Namba nne, mahali pa mauti ya pili kitabu cha Ufunuo wa Yohana sura ya ishirini na moja mstari wa nane. Namba tano, panaitwa mahali pa hasira ya Mungu kitabu cha Waefeso sura ya tano mstari wa sita. Namba sita panaitwa mahali pa adhabu ya milele kitabu, uh, kitabu cha Matayo sura ya 25 mstari wa 46. Namba saba mahali pa giza la nje kitabu cha Matayo sura ya 8 mstari wa kumi na mbili. Lakini namba nane unaitwa mahali pa moto wa milele usiozima, usiozima kitabu cha Marko sura ya tisa mstari wa arobaini na tatu. Lakini pia panaitwa mahali namba tisa mahali pa maombolezo na kusaga meno, kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 13 mstari wa 42 na mstari wa 50. Lakini pia panaitwa panaitwa, namba tisa mahali pa miti iliyoungua, kitabu cha Mathayo sura ya saba mstari wa kumi na tisa. Namba 11 mahali pa tanuru la moto kitabu cha Matayo sura ya 13 mstari wa 41 hadi 42. Aa, namba 12 mahali pa maangamizo kitabu cha Wathesalonike wa pili sura ya kwanza mstari wa tisa inazungumza. Namba 13 mahali pa moshi na mateso kitabu cha ufunuo wa Yohana sura ya 14 mstari wa 11 lakini aa, 15 14 mahali pa funza hawafi kitabu cha Injili ya Marko sura ya tisa mstari wa 44, namba kumi na tano 5 uh, ni mahali palipolaniwa. Kitabu cha Wagalatia sura ya tatu mstari wa kumi namba kumi na sita mahali pa hukumu ya milele. Kitabu cha Injili ya Marko sura ya tatu mstari wa ishirini na tisa namba kumi na saba mahali pa moto na kiberiti. Uh, kitabu cha Ufunuo wa Yohana sura ya 21 Ule mstari wa nane inazungumza kwa uwazi kabisa. Kwa hiyo unaona kuzimu sio mahali pazuri, ni pabaya. Maamuzi ya kumwamini Yesu Kristo atakufanya uwe mahali salama ambapo ni paradiso. na ndiyo maana Yesu alihubiri kabisa, akionyesha sio mahali pazuri. Na mimi nimekuwa na ushuhuda wa kuhubiri au kufundisha, wakati nikiombea watu na kupata ufumuo mbalimbali juu ya mazingira haya ambavyo sio mazuri kabisa kwa mwanadamu na roho zilizoko huko zinatamani zipate fursa za kumwamini Yesu Kristo. Mungu akubariki kubariki tunapoenda kutazama sehemu inayofuata. Usikose kusikiliza sehemu inayofuata taka